Kwa majina naitwa Mwanahamisi Hamisi Jafari Mitole, ni mkazi wa kijiji cha Makombe B. Kisha tukamka hapa asubuhi tunakuja hapa, tunakutana na mafisi huko tunakimbizana nao kisa maji. Yaani ndio wazetu tuko hatarini. Maana mda mwingine unaamka asubuhi na kuja kutafuta maji, mwanaume hakuamini. Yaani anapiga hesabu kwamba unaenda kwa mchepuko. Kumbe hiyo yote ni sababu tu ya kero ya maji. Kwa majina naitwa Sina Namdala Kibwana, ni mkazi wa Makombe B. Kama unavyoona visima vyetu hivi hapa vya chini, na ukiangalia muda wa masika tunapata shida sana, kwa sababu inahitajika natajikani mwanamke atoke saa 10 saa, saa tisa nyumbani aaji lakini kwa miundombinu ya maji sasa. Kumbe sasa ya maji tumeshatengenezewa, mabomba tumeshawekewa kijijini pale yapo, na huo mradi umeunganyika vijiji viwili, Makombe B na Makombe A makome hey. Na huo mradi ninahisi mpaka kuisha mwaka huo wenyewe walivyokadai kusema utakuwa umeshakamilika. Tatizo hili tangia limeanza ina takriban kama miaka kumi bado tuna changamoto ya maji. Kuna mradi wa maji upo ambao wameshatandika mabomba chini, matenki tayari wameshajenga ila bado hawajaje kuuzindua. Athari zipo sana sana kwa magonjwa ya tumbo, kuhara, kutapika. Kwa wananchi hiyo hali huwa inajitokeza kila baada ya mwezi fulani utasikia watu hali za afya ziko sawa. Eh, ofisi ya meneja wa RUWASA Wilaya ya Mtwara inaendelea na usimamizi wa miradi mbalimbali ikiwemo mbali, mradi wa maji Makombe <coughs> ambao mpaka sasa umefika asilimia 65 na kiasi cha fedha chenye asilimia 41 ikishalipwa kwa mkandarasi, lakini kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo zinafanya ule mradi mpaka sasa huwe hautoi huduma. Uh, ikiwemo matatizo ambayo yapo kwa mkandarasi uh, kwa sababu mradi ule ule ulisainiwa kwa mwanasheria, kwa hivyo tuliandika barua ya mapendekezo kwa mwanasheria ya kuweza kusitisha mkataba ule. Uh, kwa hiyo taratibu zinaendelea, tutakapopata mapendekezo ya, ya, ya mwanasheria juu ya utekelezaji wa mkataba ule tutaendelea na taratibu za termination.